Zijue dalili za ugonjwa kwa watoto. Mtoto wako anapougua unatambuaje kwamba anaumwa? Je, unamwelekeza msaidizi wako nyumbani kwamba mtoto ukimwona ana moja mbili tatu, ujue ana shida ya kiafya? E, maana watoto unafahamu, kama kawaida yao hawasemi. E, watoto hawawezi kusema hapa panauma, hapa panauma. Kuna dalili tu atakuonyesha na wazazi ambao wanafuatilia kwa ukaribu watoto wao watajua kwamba huyo hayuko vizuri. Ninawapongeza akina mama kwamba mara nyingi wakija hospitalini anasema nilimuona hayuko sawa, nilimuona ameanza kubadilika, nilimuona ana moja mbili tatu. Shtuka hilo eh, ni moja jambo jema sana. Shtuka mwone huyu mtoto si yule ambaye nimemzoea. Watoto ni wachangamfu lakini kumbuka hili kwamba watoto anaweza akaonesha dalili zote hizi nitakazozisema, lakini baada ya dakika ishirini, baada ya nusu saa, ukashangaa anacheza. Hii haimaanishi kwamba amepona. Tuna watoto pale Muhimbili, ukifika odi ya watoto, mtoto amelazwa na mama yake, lakini mama yake ndiyo yuko odini, mtoto anacheza koridoni. Ukijisahau kwamba huyu mtoto amepona, atakuchenjia, atakubadilikia na utashangaa. Kwa hiyo watoto wako hivyo. Moja ya dalili ambayo inaonyesha kwamba mtoto anaumwa, na hii mwafundishe wale wanao, pia wanaolea watoto nyumbani. Homa utajuaje homa imepanda? Utamwona unavyomshika, utam, eh, utamwona ni wa moto. Lakini pia anakuwa lazima uwe na uwe na nunua kisemomita kile kipima joto ni shilingi elfu tano nadhani Nunua kile, kuwa nacho ndani, ukihisi unapima. Sehemu ambazo zinakuwa katika mwili wa binadamu, hasa kwa mtoto, zinatoa joto nje, maana mtu anapopata, mtoto anapopata maradhi au anapopata eh, vimelea vya magonjwa, mwili wake unatengeneza namna ya kupandisha joto kwa sababu unaongeza eh, shughuli za mwili. Sasa joto hili likipanda, kuna sehemu ambapo mwili unaruhusu litoke nje. Sehemu hizo ni kichwani, tumboni. Hizo ndio sehemu mbili ambazo mtoto anakuwa na joto kuliko sehemu nyingine yoyote. Sasa hakikisha ukimshika mtoto wako sehemu hizo, ukaona joto limezidi eh, hali ya kawaida ambayo unamjua, jua mtoto yuko katika shida ya kuumwa. Lakini pia kuna kikohozi eh, kikohozi ni dalili, sio ugonjwa kuna watu ambao wakifika hospitalini, nakuambia mtoto wangu ana kifua. Sasa unamuuliza nani ana kifua? Eh? Mtoto ana kikohozi, lakini kikohozi sio ugonjwa. Kikohozi ni dalili ya ugonjwa. Akiwa amepata vimelea kwenye njia ya hewa, huyu mtoto atakohoa. Kukohoa juzi nilisema ni moja ya njia za koo kujilinda, kama limepata vimelea unakohoa ili mradi eh, ukitoe kile ambacho tayari kinaathiri koo lako. Kwa hiyo ugonjwa unakuwa ni maambukizi ya vimelea, kikohozi ni dalili. Na nikasema kikohozi kikizidi, unatibu, kinaendelea, tafuta namna na tiba kwa hospitali nyingine ya ngazi ya juu. Usiendelee kutibu kikohozi mwezi, unatibu umeshapewa hadi da, dawa za e, kifua kikuu, unaendelea kutibu. Panawezekana mtoto alimeza chochote na akusema. Kwa hiyo hakikisha kwamba hautibu kikozi kwa muda mrefu, ukiwa unaendelea kwenda katika levo moja ya hospitali. Lakini pia tuna upumuaji eh, upumuaji wa mtoto unaweza ukabadilika ukawa haraka. Eh, ukimvua nguo unaona sehemu za mbavu zinaingia ndani eh, anakuwa kama amebanwa hii inakuwa ni dalili pia ya vimelea vilivyoenda katika njia ya hewa. Inaweza ikawa pneumonia, inaweza ikawa shida nyingine yoyote ambayo imeathiri ugonjwa ambao umeathiri njia ya hewa. Lakini pia pua zake ukiziangalia, huyu mtoto ambaye anapumua kwa shida, kama pua zinakuwa zinacheza eh, tunaita nasal flaring, kama pua zinacheza ujue pia hiyo ni dalili ya shida kwa huyo mtoto. Lakini pia mtoto kukataa kula. Mtoto wako umezoea anakula vizuri, ananyonya vizuri, sasa hataki. Kila ukimpa chakula, kila ukimpa anany..., hataki kunyonya, ujue hiyo nayo ni dalili ya shida kwamba ana vimelea ama amepata maambukizi ya vimelea. Lakini pia mtoto kukosa uchangamfu. Umezoea mtoto wako ukikaa amepita he amepita sasa amekaa tu yani, amezubaa tu. Shtuka, jiulize, kwa nini mtoto siku zote anacheza leo achezi eh? Kulialia bila sababu, watoto ambao wana shida ya lishe wanakuwaga wanalialia bila sababu. Lakini pia wanakuwa wana, wana aibu. Mtoto ni katoto kadogo kana mwaka mmoja na au miaka miwili, lakini kanaona aibu. Yani, kanaona aibu kabisa, akataki kuonana na watu machoni. Hapo kuna shida. Ukifanya kidogo, ni rahisi sana mtoto huyu kukasirika. Anakasirika kirahisi sana, ujue huyu ana shida aidha, eh, ya lishe, ama amepata ugonjwa fulani wa maambukizi ya vimelea. Lakini pia kulia kukiwa kwa udhaifu sana, hii nayo ni shida Kuregea kama nilivyosema eh? Lakini pia kutapika. Sasa kutapika ni shida kubwa sana. Mtoto wako anatapika, wewe unaenda duka, duka la dawa, una dawa, unamnunulia dawa unampa, anaitapika. Unaenda ikifika eh, muda tena, umeambiwa mara tatu kwa siku, unachukua tena unampa, anatapika, anazidi kuregea. Eh, unajua watoto wanabadilika haraka sana, muda kidogo tu utaanza unashukia, unaanza kupepea. Mtoto ambaye alikuwa wa kumwokoa mapema, unaanza kupepea e, wa, tunasema kupepea, unasema ni mtoto ambaye sasa hata kupumua anatum, anapumua. Unafahamu ile watoto wakiwa wanaumwa, anapumua kama, e, kama anaugumia e, <clears throat> yani hii inakufanya uwe na we mwenyewe mzazi unakuwa hauna raha, unakuwa na wasiwasi, mtoto wangu anapona? Kwa hiyo, kutapika, ukiona mtoto anatapika, hii ni sababu tosha ya kumpeleka hospitali, ikiwezekana akapati dawa za mishipa za, za, za kuzuia kutapika, na kisha achunguzwe shida iliyopelekea kutapika. Kutapika si ugonjwa, nayo ni dalili. Kumbuka hizi zinazotaja ni dalili, sitaji magonjwa kama tuko pamoja punga mkono, amina. Lakini pia kuna kuharisha. Hii kuharisha, niseme tafsiri kamili ya kuharisha ni kutoa choo, mtoto kutoa choo laini eh, au cha majimaji zaidi ya mara tatu kwa siku, kuanzia mara tatu kuendelea kwa siku. Mtoto akipata choo laini mara moja ama mbili, anakuwa hajafikia kiwango cha kusema huyo anaharisha. Ikifika mara tatu kuendelea, ujue huyo anaharisha. Sasa basi kuharisha ni, ni, ni shida ambayo inaleta kupungukiwa na maji kwa haraka sana. Tunasema kwa lugha ya kitaalam dehydration, mtoto eh, anaweza akapungukiwa na maji kwa sababu tu anaharisha. Sasa kuharisha eh, ni kupungukiwa na maji, kuna kuna aina tatu E, mtoto anayeharisha afu hapungukiwi na maji, huyu ni namba moja. Kuna mtoto anaharisha afu anapungukiwa na maji kidogo, huyu ni namba mbili. Kuna mtoto anaharisha na anaishiwa maji kabisa, huyu ni namba tatu. Sasa ili ujue mtoto amepungukiwa na maji, utamuona ngozi yake inavutika kama ya mzee na hata ukimvu, ukishika ngozi yake kwenye paji la uso ama tumboni unaona inachelewa kurudi, inajivuta kwenye kurudi. Mtoto aliyepungukiwa kabisa na maji yamekwisha kabisa, utamwona ukitoa kikombe hata kama hakina maji anahangaika eh, anakuwa kama anataka kukipokea mpaka wengine wanalilia. Huyu juu amepungukiwa kabisa na maji. E, unapompa unaona anakunywa hadi anapaliwa, maji yanaingia njia, kwa sababu anaanywa kwa pupa. Huyu amepungukiwa na maji, lakini pia utaona ukavu wa midomo, huyu maji amepungukiwa. Tiba ya, tiba ya kuharisha, ukiwa mtoto unaona hajapungukiwa na maji sana, hajakaukiwa midomo eh. Hanywi maji kwa pupa au maziwa, ukimpa hanywi kwa pupa, huyu unaweza ukamtibu nyumbani kwa kumpa, eh, kwa kumpa maji ya ORS, lakini ukijiandaa kwenda hospitali ili akafanyiwe uchunguzi kinachopelekea aharishe. Mtoto aliyepungukiwa kabisa na maji, huyu ni wa kutibiwa hospitali.